Na mbali na changamoto kama vile karo na kodi ya eneo ambalo analitumia kuokoa watoto ambao wamepitia dhuluma za kijinsia, amejizolea umaarufu kwa juhudi zake za kuwa mstari wa mbele kuwanasua watoto wanaopitia dhuluma kwenye vitongoji vya Witemere, majengo na Kiawara katika kaunti ya Nyeri. Namzungumzia Ann Wambui Gacheke ambaye alijiuzulu kazi ya benki na kuanzisha kituo cha kuwasaidia watoto wanaopitia changamoto sawia na ia utotoni. Hebu tusikilize simulizi yake katika makala yetu ya mwanamke bomba wiki hii. Kwa majina ni Ann Wambui Gacheke, hashtag Wambui Washiana, mkaaji wa hapa Nyeri County, mwanzilishi wa Neema GBV Rescue Center ambayo tulianzisha mwaka wa ishirini 2019, during covid, wakati covid ilikongamana na ikatugonga sana, ndipo tulianza hii rescue center ambapo watoto walikaa nyumbani kwa muhula almost two years, na hapo ndiko ukapata watoto wamedhulumiwa zaidi zaidi zaidi, na ambapo tukapata watoto wengi waliweza kubakwa na wakapata watoto, tukaona ya kwamba hata kama tunawafanya ile tunafanyanga mentorship, bado wanarudi to the toxic environment, ambapo wanaowashika ndio bado wanaenda kwao nyumbani, wanaendelea ile kitendo na kwa hivyo tukaona ni kwamba huu mtoto um, tukimwachilia tena, hiyo itakuwa desturi yake na itakuwa ni kama amezoea, itakuwa maisha yake, itakuwa toxic, atakuwa amezoea kubakwa ni kama jambo la kawaida. Kwanza nashukuru serikali ya kwamba sasa tunaona ya kwamba wamechukulia hii jambo ya GBV maanani. Uh, juzi tuliweza ku kupata mkutano na national government ambapo walituambia wanataka tushikane pamoja, washikanao wote ambao wanang'angania GBV champions, tuweze ku kufuatilia maanani hii hey, jambo tuseme, let's stop gender based violence against children. Watoto we so wetu wote wako wa shule, kuanzia ule mdogo wa kindergarten, uh, primary, secondary, na pia tuko na university na uh, college. Tunaona ya kwamba tunahitaji ya school fees, tuko na hii rent ambayo tunalipa, tunasaidiwa na well wishers, tuko na maji, tuko na stima, tuko na food kama tu kwako, lazima mtoto akule mara tatu kwa siku na kunywe pia, mav mavazi, na tunashukuru well wishers wanatuleteanga mavazi, na hapo ndipo unaona ya kwamba tunaweza kujisustain kulingana na ile kazi watoto tunafanya hapa. Hii ni flower pot tunatengeneza using clothes. Tukitengeneza hii tunaweza ku create employment, watu wanakuja wananunua, wengine, tuna youth tunawapea, wanaenda wanauza, wanatuletea commission. Hizi ambazo unatazama ha hapa ni vitu za urembo za wanawake ambapo tunauza watoto wakitengeneza tuna create skills. Wakitengeneza skills tunauza kuweza kusustain hii nyumba maanake, hao watoto wanaenda shule, wanahitaji pocket money inatoka hapa. Nimeweza kupewa tuzo, hizo tuzo ambazo nimepewa from uh, county government, hizo tuzo ambazo nimepewa from uh, organization kama Zuri Foundation, ambazo tumeweza kupewa kama wanaoajibika kutetea haki za watoto especially za GBV in Nyeri County. Tuliweza kuwa namba moja uh, katika un uteteaji wa haki za watoto wanaodhulumiwa. Kuna hiyo changamoto ya kwamba ni ukipata ule mtoto unajua ya kwamba amedhulumiwa, anaona kila mtu ni mbaya katika hii ulimwengu. Huyu mtoto lazima, um, umpendekeze, umuonyeshe mapenzi ndio aweze kuongea ambayo amepitia. Na changamoto ya pili ni kwamba unapoenda kotini, kuna ile witness kama ni, ni daktari kama ni, ni, ina take time ndio mtoto apate justice. Ya pili ni kwamba sisi hatuna donors. Tuna rely totally on well wishes, na wewe ni witness, mnatuletanga chakula hapa. Ndipo tunakuwa na changamoto. Na unaona pia hii nyumba yetu, boma yetu, it is not a children's home, it is a GBV rescue center. Hapa hatuchukuangi watoto wowote, tunachukuanga watoto 90% ni wenyewe wamedhulumiwa, na ni lazima wapitie kisheria katika koti. na taarifa nzito hiyo, ya Ana anayoifanya kazi nzuri na muhimu tu ni kwa jamii kuhakikisha kwamba uovu huo unasitishwa, maanake iwapo utaendelea, ina maana kwamba kila siku watoto watakuwa wanazidi kudhulumiwa. Ni mwanamke bomba wa wiki hii. Iwapo kuna mwingine ungependa tumwangazie, tuarifu kwa mbili mbili nne mbili mbili. Hapa tunapumzika kidogo tu, lakini tukirejea, tutarejea na taarifa nyingine.